Kama kwa majina naitwa ustadhi Musa Muhamedi Mbeto. Kwa siku ya leo, tulichokipendelea kwa niaba ya waumini wote ulimwenguni ambao wanaotaka kujua ubora wa haya masiku tuliyonayo hivi sasa tupo kwenye kumi la pili ambalo kumi la kwanza kwa kila mmoja kati ya sisi ni shahidi ya kutosha kwenye amali ambazo ashafanya. Kumi la kwanza limekuwa maarufu kwa jina la kuitwa Ar-Rahma, matendo anayoyafanya mwanadamu yanayompelekea mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe akaona sasa kweli mja wangu ametii, kwa maana wajibu uliobakia Mwenyezi Mungu amhurumie mja huyo, kabembelezana na Allah. Kumi la pili ni maghfirah, kwamba mtu hajaridhika na alivyobembelezana na Allah, bado anajikuta kwamba yeye ni mwingi wa makosa, ni mwingi wa kukosea hata mitizamo yake bado anajikuta kwamba mimi hapa sijatizama sahihi, basi inamtosha kulia na Allah nyakati za mchana, na analia na Allah nyakati za usiku, na analia na Allah. Hii ndiyo fadhila ya mwezi wa Ramadhani, na umegawanyika kwenye makumi matatu. Sasa tupo kwenye kumi la pili, ambalo ni kumi la maghfirah, maghfirah

Kama waliweza kufanya upuuzi kwenye kumi la kwanza, bimaana wanajiona wamekosa vya umuhimu, bimana hivi sasa ndio wanaongeza mwendo, wanaongeza vilio, wanaongeza istighfari, wanaongeza kuonyesha umuhimu wa maisha yao, kwamba Allah subhana wa ta'ala, kwa taarifa anayowapa wanadamu, Allah anawaambia kwamba kuna miaka mingi iliyopita

Anasimulia kwamba ani nabii sallallahu alayhi wasallama, maneno haya ameyasimuliwa na Mtume. Maneno haya atakayosemwa hapa mbele, Ali anasema maneno haya, akasema mtume mwenyewe maktubun haula larshi, la kwamba pembezoni mwa arshi ya mwenyezi Mungu kuna maneno yameandikwa lakini maneno haya yaliyoandikwa ni kabla ya Mwenyezi Mungu hajaumba viumbe vyengine. Vyengine ipo arshi na viumbe, mwanadamu au kiumbe mwanadamu kabla hajaumbwa, haja mwanadamu imekatika hapa, miaka elfu nne ndiyo akaja akapatikana mwanadamu. Maneno ya Mwenyezi Mungu aliyoyaandika hapo kwenye arshi, anasema wa anni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan Sio huyu mwanadamu ndiye aliyekuwa na nafasi ya kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Alitoa dhamana ya kutoa msamaha kabla hajamuumba mwanadamu, miaka elfu nne nyuma iliyopita. Baada ya miaka elfu nne kuisha mbeleni, ndio akaumbwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu anatangaza anasema, anni, wa anni, na mimi Mola wenu, mimi muumba wa hivyo viumbe, la ghafarun liman taba waamana waamila salihan, nitampa msamaha yoyote atakaye nikosea kwa sharti la yeye aliyekosea kwamba akatubia. Bimaana msamaha huu ataupata, wakosa lake ni lazima asamehewe, lakini liman amana na ukubaliane na huo msamaha na ukubali kwamba umemtaka msamaha ambaye kwamba ana ulazima ya wewe akusamehe, kwa sababu hiki kipengele cha kutaka msamaha yeye mwenyewe ndiye ameweka. Kabla ya kukumba wewe, kakuumbia sehemu ya wewe umtake msamaha. Bi maana kashajua kiumbe ninacho kiumba ni kiumbe ambacho kina madhaifu haya haya haya, lakini utimilifu wa hiki kiumbe ili kiwe sawasawa ni lazima kipitie mlango huu ambao ni mlango wa kutaka msamaha. Ikiwa mtume mwenyewe sisi, ambaye tunayemfata, anasimulia ya kwamba yeye ndiye sayyidul istighfar wenye kufanya istighfari kila watakavyofanya istighfari hawatomzidi mtume, kwamba mtume awe chini. Kuna viumbe vyengine vimefanya istighfari kumshinda mtume, mtume bado atakuwa yeye ni sayyidul istighfari.

kama kuna madhambi kuna makosa amefanya anaambiwa na Mwenyezi Mungu kosa hilo au dhambi hilo, dhambi hiyo ushasamehewa, na akaongezwa ufanye nyengine. Kama kuna dhambi pia utaifanya mbele ya maisha yako, baada ya kutaka msamaha, kosa ambalo ushalifanya pia kosa hilo ushasamehewa. Lakini anakuambia yeye kwa siku anafanya istighfari mara sabiini na zaidi ya sabiini anatuonyesha nini Mtume? Mtume anatuonyesha sehemu ya unyenyekevu, na alipoulizwa na mmoja wa, wa, mtu wa karibu yake Mtume, yeye jibu lake likawa jepesi tu, alam akun abadan shakura, nisifanye istighfari, kwamba nijizuilie nilewe tu ofa ya kwamba mimeshasamehewa niendelee kufanya makosa hapana. Mimi kufanya haya yote ni kutoa shukurani, na shukurani ya mtume anataka yeye kuongeza nafasi ya Allah. Kama kuna nafasi ya Allah amempa mwenyewe, basi kwa unyenyekevu Allah amuongeze nafasi nyingine. Ndiyo maisha ya maisha ya bwana mtume kwenye sehemu ya istighfari kwenye maisha yake na ndiyo maana unakuja kukuta sehemu ya istighfa katika amri ya Allah Allah yeye anasema istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha bwana wenu, innahu kana ghafara. Kabla ya nyinyi hamjafanya dhambi, yeye tayari ashatoa dhamana ya kukusameheni tayari, ashaamini hawa wanahitaji msamaha wangu, watakapo nikosea, lazima niwasamehe. Angalia uwezo wa watajiri ambaye ni tajiri hafananishwi na tajiri yoyote ulimwenguni. Anachokitoa Mwenyezi Mungu hatoi kidogo kidogo, anatoa kikubwa. Mwenyezi Mungu anatoa ofa ya msamaha, yursilis samaa alaikum midrara hii amri ya mpaka Mwenyezi Mungu kuiamrisha sasa mbingu au mawingu yalete mvua ambayo walio ardhini wanadamu wanufaike na mvua hiyo, ni kwa sababu ya watu wametii amri ya istighfari. Aya yote Mwenyezi Mungu anatuonyesha umuhimu. Mwenyezi Mungu anakuambia, ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Mkielekezana mambo ya kumheshimu Allah subhanahu wa taala, mkaelekezana maisha vizuri, muishi vizuri, nyinyi wenyewe kwa wenyewe, msikoseane, mkawa mnasema maneno yenye heshima kwenu. Mwenyezi Mungu pia kwa maneno hayo hayo anasema yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu yuko tayari kukutengenezeeni nyinyi matendo yenu yawe mazuri, yawe safi yawe matendo ambayo yanaheshimisha hata mataifa ya duniani. Wanao uwezo wa kutuma watu wao kwenda kuchukua sehemu ya maisha, kuona kwamba mbona taifa fulani lina watu wanyenyekevu, watu wenye heshima? Ni kwa sababu ya tarbia kwenye maisha ya kuitii imani. Bi maana, tukifikia sehemu ya kuitii imani ipaswavyo, tukaona kumi hili lina heshima gani kwetu lina thamani gani kwetu? Tukayafanya yale yanayohitajika sisi tuyafanye, bi maana tutatengeneza. Leo tunaona duniani zimewekwa nafasi za utalii, watu wanatoka kwenye nchi mbalimbali kwa sababu ya kwenda kutalii, kwenda kuangalia wanyama tu, lakini pia zipo nchi ambazo, leo kuna nchi imewekwa sisi waumini, ili tuweze kutengeneza maisha ya imani, tusiwe na viburi. Tumeambiwa twende Misri, tukamwangalia farao kumwangalia farao pale, tayari iwe ni waadhi kwamba huyu mtu aliishi kwenye maisha gani. Aliishi kwenye maisha ya kujiona yeye ana nafasi ya kuwa Allah amemwezesha, amemtimizia kila anachokitaka, mahitaji ya kiwanadamu anatimiza, na yeye kafikia. Naye pia wanadamu wengine wanamtegemea kwenye kipato alichonacho. Haya maisha pia anatia viburi watu. Sasa ukiishi kwenye maisha ya kutaka msamaha sana utafikia sehemu na wewe usiwe na kiburi, utakuwa mnyenyekevu, na watu pia watakunyenyekea kwa sababu watakuona umeelekea, na wao watakufata njia ambayo wewe umepita. Ndiyo maana tukawekewa fadhila ya kumi la istighfari, ambayo leo unakuja kukuta. Sasa tunaishi kwenye maisha ya vyama viwili, lakini tunaishi kwenye dini moja, tunaishi kwenye mgawanyiko wa kila watu wana nafasi ya kuuzungumzia Uislamu leo. Angalia baadhi ya misikiti ukifika, utakuta kuna nyiradi za kisheria wanazoaminishana kwamba ni za kisheria, na ukizifatilia ndani yake zinaheshima. Ukimwambia ya rabbi, nastaghfirullah, ni sisi wakosefu, tunayo makosa, kwa kupitia makosa tuliyonayo, nastaghfiruka ya tusamehe sisi maana wewe ushatoa kazi, kilichobakia usubirie majibu yako. Istighfar ni katika maisha ya mwanadamu, saa zile nyakati za usiku ambao umechanganya, usiku ambao sasa umetulizana kweli, kweli. Muumini ambaye ana hofu muumini ambaye ana uoga, muumini ambaye yuko tayari kuamini kwamba mimi nisipofanya hili, mimi kwa haya nilionayo rehema za Allah sitozipata, bimaana ni lazima atakaa kitako, atafanya istighfari. Na raha zenyewe au raha yenyewe istighfari haina ulazima mpaka ukachukua udhu. Istighfari inayo, inayojali inajali vitu viwili tu muhimu ambayo ni hukumu ya wanazuoni wametuhukumia kwamba tahara sehemu kubwa inazingatiwa vitu viwili. Kwanza vikuu, mwili wa mwanadamu uwe, uwe safi usiwe na najisi ya aina yoyote, na atakachokivisha kwenye huo mwili nacho kiwe tahara, kiwe safi. Bimana ni lazima atakuwa amehukumu hukumu zake mbili. wali kulli shay'in khalaqna zawjaini vyote hivi sisi tunavihukumu katika njia mbili. Mwili ni lazima uwe safi, usiwe na chembechembe -chembe za mikojo wala kinyesi chengine cha aina yoyote. Bimaana kama umeweza kuutengeneza mwili wako kwa sifa hii, bimaana kilicho kilichobakia na vazi nalo utakalolivisha huo mwili, bimaana nalo natakiwa libakie salama, liwe safi, liwe tahara bimaana ukija ukichukua na udhu huu wa kisheria katika ibada, we utakuwa umeongeza fadhila, umeongeza thamani ya maisha ya hicho unachotaka kukifanya. Bimana wabilasari hum yastaghfirun, zile nyakati za waumini wacha Mungu ha, za usiku hawaziachi tu zikapita bure kama vile Mwenyezi Mungu anavyoshusha iza yake ufalme wake utukufu wake kwenye mbingu ya dunia, akanadi: ni nani anayetaka kusamehewa, anayeamini kwamba ana makosa? Bimaana hawa na wao wako tayari kuipokea ofa hii kwamba wakaamka, wakajiandaa, wakafanya istighfari za kutosha kama huna elimu ya istighfari zile zinazoitwa sayyidul istighfar, hata astaghfirullaha pia bado ni safari ya wewe. Mwenyezi Mungu waamini wewe umeshika e, ibara ya kuwa wewe ni mwenye kutaka msamaha. Zipo istighfari kubwa kubwa zenye uzito, mtu akizifanya bimana mtu huyu atatakiwa sasa apewe msamaha kwa haraka lakini hata hizi sifari nyingine zinazoonekana ni ndogo ndogo, hakuna kitu kidogo kwa Mwenyezi Mungu. Labda tuseme vifupi, vifupi. Maandishi ya Qurani yatabakia ya kuwa yote ni makubwa kwa sababu waweza ukachukua kipande kidogo cha Qurani kikaweza kufasiriwa na vitabu hata kumi. Kina udogo gani? kita, kipande cha maneno kifasiriwe na vitabu kumi bimaana hakuna kitu kidogo kwenye Qurani wala hadithi wala somo lolote la kisheria, vyote ni vitu ambavyo vinahitajika, sisi tuvipe thamani tuvipe ubora tuvipe heshima, ili heshima tunayoitaka sisi tuipate kwa kupitia kuvipa heshima vinavyostahiki kuheshimiwa. Ndugu zangu katika imani, tuna maneno yetu sisi vijana umu ndani ya dunia tunaoishi kwa sababu hivi sasa sehemu kubwa elimu imebaki kwa watoto wadogo wadogo, na hao watoto wadogo wadogo bado wana mambo yao, wana maneno yao. Ni kuambieni maneno yetu sisi watoto wadogo wadogo, maustadhi, tukiachia mashehe wenyewe wakubwa, wana maneno yao na sisi maustadhi wadogo wa wadogo mnaotufuata, tuna maneno kauli yetu, nasema hivi: kipakti cha sukari cha shilingi mia tatu utakacho kinunua hauwezi kumimina chote, ni lazima utajipimia kwa kukadiria ili kikufai. Na baadaye, wabillahi tawfiqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh.